Nyimbo ya pawa kutoka kwa msanii Mbosso Khan imezidi kufanya poa na imezidi kwenda viral sana kwenye mtandao wa YouTube Till now, na kufikisha viewers milioni tano tangia imepublishiwa Juni 19, mpaka sasa hizi imefikisha viewers milioni tano na kufikisha like k bana. Ukianza kuangalia hii ni, ni kuvunja rekodi kwa aina yake, ambapo Mbosso aliachia aliachia EP yake mpya ilikwenda kwenda kwa jina la numba tatu ndani ya hiyo EP ikiwa na nyimbo ambayo inakwenda kwa jina la Power. Mpaka saa hizi hiyo nyimbo ndio nyimbo ambayo inatikisa kwenye platform zote, hususan kwenye platform ya YouTube na kushika namba moja trending kwenye mtandao wa YouTube. Na Mbosokani bila kukaa mbali sana ameposti na, kwa, na kwa, kwa kuwashukuru mashabiki wake. Na Mbosokani amefanya hivyo kwenye kupitia mtandao wake wa Instagram leo hii na amesema

Number 1 video in trending YouTube, Tanzania, na ameweka alama ya bendera za Tanzania na ameendelea kwa kusema available on all digital platform, number 3 na hiyo kianza kuangalia number 3 ndio EP yake mpya Mboso ambayo aliachia ilikwenda kwenda kwa jina la number 3, na nyimbo ambayo ikiwemo ni power. Na hii power imezidi kufanya poa sana na mashabiki wamezidi kuisifia sana na wasanii Wengi wengi wamezidi kuisifia hususan msanii Diamond Platinum ambaye amewahi kutoa shout out kwa Mbosso na kumpa maua yake, kwamba Mbosso ametisha sana kwa hiyo nyimbo, na wasanii ni wengi sana, lakini leo hii imevunja rekodi ya kushika number one on trending na kufikisha viewers milioni tano. Sasa, wewe kama shabiki wa Mbosso kani, na kama unaipenda power, tukutane hapa kwenye comment, nini comment yako, na usisahau kusubscribe kama wewe ni mgeni, tunatoa hivi vitu kila siku. Mpaka kwa wakati mwingine, mimi ni Tubone Tubone media. Keep watching. Bye bye.